Sasa, nisikilizeni. Okay. Nisikilizeni kwa sababu najua nyinyi nyinyi mnaongea bila kuangalia yes. hii hii ah. hii game iko vipi Are you Go, game? ah subiri subiri okay. kwanza Arsenal si mara ya kwanza si mara ya pili si mara ya tatu okay. sawa almost five seasons mara nyingi hu perform first leg No, subiri. History. No, subiri. Hakuna cha ch ch history wala nini. Okay. Hii ni second leg. Second leg imeshinda game ngapi? na usine... mimi nakuletea mi, mi na hoja Arsenal ndio mmekuwa mkifanya vizuri Na Liverpool. Liverpool kwa ni yani, Januari nane, si mlicheza na Liverpool Emirates na mkapiga draw nil nil? Mmesahau? Wacha nikwambie wa walijifua sana. Ah sa, subiri, ndio maana nakwambia, ndio maana naambia, mimi nataka kama nikoonge niku, hoja tuongee hoja ambazo ni hoja ambazo zina, zinaeleweka sawa. Sasa, sasa na hii ni second, second leg hii mm. ni mm. mm. second leg sawa, second leg mmecheza mechi ngapi kufika? Sasa hii mechi ni tatu, mmepiga sare mbili Su subiri. Ya kwanza second leg bro, si zote mbili mling'ang'ana. So, no subiri mimi okay, mmesema mi, mi <coughs> hoja mimi wacha ni bwange hoja hivi game hii sahii mnaenda kwa Manchester, unajua wacha wapatie hoja mnaenda okay, kucheza na Manchester sawa, hoja ni kwamba Second leg. Okay. Mara nyingi okay. Arsenal ilivyondoa wana bottle ligi yao, na wacha hiyo, safari ilianza ilianza na Liverpool mm -hmm. ikasukuma Nottingham Forest, saa hii inapigwa muhuri, ona hii ya leo inapigwa muhuri. Ah, sawa sawa, ongeo kimaanisha, ndio ni maanisha imepigwa muhuri, kwa sababu saa hii hiyo hiyo moment ya first leg they have, they have imeisha ni kwa nini unahisi, sawa kwamba Manchester United mm -hmm. baada ya kuipiga kwamba kuna uwezekano, kwa nini uwezekano upi? nataka Arsenal sisi kwa hoja. Sisi hoja yetu tupe hoja kwa nini. Wacha wacha nini, hoja game ya kwanza kila mtu aliona game ya kwanza ya Manchester na na Arsenal uliangalia mfumo ambao ulikuwa unachezwa Manchester. Kwanza walikuwa bila wachezaji wangapi? moto wa jana ama jivu la jana? Subiri, sio moto wa leo. Hapana, ndio maana nimekuambia. Sasa ukisema hivyo, ukisema hivyo unakuja pale kwangu kwamba nyinyi mliperform lakini sahihi si jana, because kama nasema tuletea hoja, wacha leta hoja. Okay. Sawa. Jenga hoja, first game. Ndio, subiri, ndio najenga hoja yangu. Nyote mliona ile ya msimu wa kwanza no, msimu huu ya Manchester na Arsenal, au mkondo wa kwanza? Okay. mlishinda laki... Sawa mlishinda mm. lakini uliona mchezo Olo... uliona mfumo ule ulikuwa unachezwa, mm. uliona wachezaji klo... le... walikuwa wenye walikuwa ndani Mm. Sawa, walikuwa na ari, walikuwa na njaa ya bao. Najua, si subiri nijenge hoja yangu, si subiri nijenge okay. hoja yangu. <laughs> Sawa <laughs> mm. Sahi ujue defense yake Manchester imerudi. mm-hmm. Mfumo kwanza umebadilika okay. The current system ambayo Carrick anacheza is one of the best system za Manchester United ambazo zimefanya kazi throughout kama umekuwa ukifuatilia yeah, so, ya su, ya subiri nijenge hoja. Unajua, mimi najenga hoja, muelewi sawa? Hiyo ni <laughs> <laughs> um, <laughs> najenga hoja. <laughs> kwa nini e, <laughs> okay. kitu ya pili Namba. kitu na ile midfield yenu mfumo umebadilika, defense imerudi, ile midfield yenu itakuwa na wakati mgumu sana kwa sababu ya nani? Itakuwa na wakati mgumu sana kwa sababu gani? Okay. Zubi Mendi mwanzo yep. Mhm, ambaye ndo amekuwa kamba, amekuwa chaguo sana la kwanza la mara nyingi. Subiri su, su, mimi najenga hoja, amecheza mechi nyingi, amecheza nyingi, si ndio? Okay. Kwa wale watu wote ambao wameangalia Zubi Mendi, Zubi Mendi to place kidogo, amekuwa na wakati mgumu mhm <måliko guma> th huh. Mara nyingi anageuka sana kuanza mpira nyuma, yes, sahihi. Ukiangalia Manchester, yeye akicheza pale na viungo wake wangapi? Wawili, alafu Bruno amwambia wewe, kazi yako ni kutengeneza mabao hapo mbele, mmeisha mmeisha mapema. Nipe, nipe quality sawia eh, ya Odegaard na Rice katika bakosi la Manchester United hapo katikati, nipe, tumalize hivi tumalize, ha, hivi, okay, ha, ha, tumalize, kwa sababu analizie mechi ya leo haraka haraka tu, 30 seconds usiongee sana. Mechi ya leo eh, mechi ya leo na kupiga mbili bila, mbili bila, hmm. eh. Tatu moja sasa moja. <laughs> wacheni niwaambie kitu okay, sawa. Hiyo historia yenu ya kwamba eti hamjapigwa hamjapigwa inaisha leo, inaisha leo. Tumemaliza. utatupiga ngapi? sitaki kujua, tumibai, tumibai. Mimi iti mnapigwa ngapi mnapigwa ngapi hiyo okay. mm. Nani yenu imeisha